Kwa moyo wa upendo na kujali raia wa usultani anayoiongoza Mwami Longangi wa ine Byemba kapanga la sa Christian, mkuu kiongozi wa usultani wa Mzimu, ameonekana kufanya kitendo kizuri kupitia mwakilishi wake bwana Jacques Hassan Mutumbwa, akiwa muratibu tena kiongozi wa wafanyakazi wa sultani wa Wamuzimu, wasalimia na kuwapatia pole kwa kuweza kutolea kunako hospital za mjini Kitutu, ikiwa makao makuu ya usultano wa Mzimu jimboni Kivi ya kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sukari pamoja na sabuni kwa kuweza kusaidia wagonjwa wale, wakiwemo wazazi na hata wagonjwa wasiojiweza. Msaada iliyoanzia kunako hospital kubwa ya eneo ya Kitutu, ambako ni hospital ya kiserikali na hapo wametolea msaada kwa wagonjwa walioko. Miongoni mwa wagonjwa waliokuwa kwenye eneo hiyo, aliweza kuonyesha furaha na kuweza kumshukuru mheshimiwa Mwami kwa kitendo ambacho aliweza kukifanya. eneo ya Kitutu, arudishe baraka tena apate vingine. Mie ni mara yangu ya kwanza kuona hii kitendo, napita hapa, namshukuru tu sana. Mi naambia wengine wakuu viongozi waendelee tu kutusaidia, na msaada alama ya mzuri sana ndio, ndio. Walipomaliza kutoa msaada eneo ya hospital ya kiserikali ya Kitutu, walijielekeza mara moja kunako hospital moja ya kanisa ya katoliki iitwao Busakizi eneo ya Kitutu. Aliweza vilevile kutolea msaada hiyo hiyo na huko ambako mmoja kati ya wauguzi aliweza kuonyesha furaha yake kabla ya daktari mkuu kuweza kuzungumza. mimi na mimi akusheze Teresa, tunashukuru sana, usichoke, uendelee tu. Ni furaha sana kwangu binafsi na kwa strikture yote, kwa sababu akte hii ni akte ya kushukuru sana, nikushukuru kushukuru kwa mwana wagonjwa wa vigonjwa ambao eh, mara mingi wanasikiaka kama viko MP DLC sababu wanagonjwa wanakumba na magonjwa lakini wakupata ule mtu mwenye atakuya ba prete me forte na kuvatia moyo, ni mambo ya kushukrani sana na ya kuvatia nguvu zaidi. Alipohitimisha msaada kunako vituo vya afya, Mwheshimiwa Walongangi wa ine Biemba kapanga la sa Christian, kupitia mwakilishi wake Jacques Hassan mutumbwa aliweza kujielekeza kunako redio moja ya mahali itoo, redio ya Raia, na kuweza kuwatolea lita arobaini za mazut itakao wasaidia kwa kuweza kufanya kazi vizuri. Mnamo sultani wa wamuzimu alipopokea msaada hiyo, kiongozi wa usikae na mipangilio bwana mbilizi mkote DCL, akubaki kimya, kwani alionyesha furaha yake na kumshukuru mheshimiwa wa mwami Christian Longangi kwa kuweza kufanya kitendo kama na hivyo. Na tunasema accent sana sisi Radio du Peuple, ni kwa mara ya kwanza tumeona acte hii ama geste. Kwa kweli, tuna fonctionner mu difficulté kubwa ya carburant, sababu kitutu kwa sasa hakuna moto nguvu za umeme, lakini tunajikaza weza kufer fonctionner radio na dificulte kubwa karburan. Tunashukuru zaidi kwa kuona mumekumbuka radio, na ni msaada kubwa ambao tasaidia raia ya Kitutu. Haiko ku mafaa yetu sisi, lakini pia iko ku mafaa ya kominote nzima ya Mwenga, na wamzimu mwenyewe atabeneficie informasion hii pa wakati. Vitendo kama na hivi si mara ya kwanza viweze kuonekana mnamo sultani wa muzimu ikiwa udongo wa mababu ya mheshimiwa Mwami Longangi wa Ine Christian na ambao ni vitendo ambavyo anapigiwa makofi na kuombwa kwa wakuu viongozi wengine kuweza kujali raia kama anavyovifanya.